Huku serikali ikiendeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa unaotarajiwa kuzipa sura mpya vituo vya reli jijini Nairobi. Mkuu wa Baraza la Mawaziri Musalia Mudavadi amezuru kituo cha reli cha King Cross mjini London, kituo ambacho kitatoa mwongozo wa ukarabati wa kituo cha Kenya, huku akitarajiwa kufanya mazungumzo kuhusu ukarabati wa reli hiyo ya kisasa. We came in uh, to have a two day conversation with the British uh, government uh, basically on the issue of

designed with sufficient adjustments. Akizungumza mjini London, Mudavadi ametaja baadhi ya manufaa yaliyoletwa baada ya, ya kujengwa kwa kituo hicho cha King Cross, akibaini kuwa ujenzi wa kituo cha Kenya utasaidia pakubwa katika kuimarisha uchumi wa Kenya kwa kuwavutia wawekezaji na zaidi kuimarisha sekta ya usafiri.

Uh, in, uh, investors into the area. Kulingana na waziri wa uchukuzi Davis Chichir, taifa la Kenya limeendelea kupiga hatua muhimu za ujenzi wa reli hiyo, akibaini kuwa wataimarisha juhudi za kukamilisha mradi huo, huku akisisitiza umuhimu wa taifa la Kenya kutumia rasilimali zilizopo kama vile ardhi katika kujiendeleza.